Sisi kama Wakristo, lakini zaidi ni ahadi ambayo Mungu anatupatia sisi kama tunaomwamini. Ni ahadi ambayo Mungu anaitoa kwa kila ambaye anaamini, awe Mkristo au si Mkristo. Lakini Isaya anatuambia kwamba tupitapo katika maji mengi, tupitapo katika moto, Mungu atakuwa pamoja nasi. Neno alituambia kwamba hatutapita? Neno linasema kwamba tutapita tupitapo katika maji mengi. Hivyo basi tunachopaswa kujua ni kwamba kupita katika moto kupita katika maji mengi ni sheria. Ukishakuwa mwanadamu ni lazima utapita katika nini? Katika changamoto, si ndio? Changamoto ni sheria, kwa hiyo hatuwezi kukimbia, hatuwezi kukimbia changamoto. Sasa swali ni kwamba, je, unapokuwa unapita katika changamoto unapita kwa namna gani? Ndiyo swali ambalo tunapaswa kuweza kujiuliza, ni kwa namna gani tunaweza kupita katika hiyo changamoto. Nakipenda sana kisa cha Yohana Yohana, ambaye alikuwa ndio mtu kwa kwa wa kwanza kuweza kuhubiri juu habari ya ujio wa Yesu Kristo. Alikuwa mtu wa kwanza kuandaa watu kumwamini juu ya habari ya ujio wa Masihi ambaye alikuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, lakini imani ya Yohana ilikuwa kubwa sana, kwa sababu Yohana alishuhudia vile ambavyo Mungu au Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, alipokuwa akivitenda kwa namna nyingine. Tunaweza tukasema kwamba imani yake ilikuwa kubwa, kwa sababu alikuwa katika comfort zone. Alikuwa katika hali ya utulivu, katika hali ambayo ilimfanya aweze kuwa na imani zaidi, lakini kisa chake kinatuambia kwamba ulifika wakati ambapo imani yake ilipaswa kuweza kujaribiwa na akaweza kutupwa gerezani, na alipokuwa gerezani, Yohana wanafunzi walikuwa wanaenda kumuona. Isoma katika kitabu cha Tumaini na vizazi Vyote, anasema kwamba moja kati ya sababu ambayo ilimfanya Yohana aweze kuwa na mashaka na uzuri ilisababishwa na wanafunzi ambao walienda kumuona Yesu, walienda kumuona Yohana wali, lakini mwisho wa siku wakaweza kumtia uzuri zaidi na hatimaye akaweza kuwa na mashaka. Wanafunzi walimuuliza Yohana kwamba wewe umetayarisha njia ya masihi na wakati huu upo gerezani lakini yeye kana kwamba haoni. Kwa hiyo Yohana kupitia yale maneno aliweza kuingiwa na mashaka na imani yake kwa na mashaka. Ndivyo ambavyo hata nasi wakati fulani kama Wakristo, kuna wengine ambao wanapitia changamoto, tunatumwa kwa ajili ya kwenda kuatia moyo, lakini zaidi tunaenda kuwakandamiza na kuweza kuwapoteza zaidi. Lakini Yohana baada ya kuingia na mashaka akaweza kutuma wanafunzi kwa Yesu, hebu nendeni mkamuulize kwamba huyu ndiye yeye. Swali la Yohana lilikuwa lina maana kubwa sana kwa sababu Yohana alipomtambua Yesu si vile ambavyo Yesu alikuwepo kwa wakati ule, yaani kwa wakati ule ambapo yeye yupo gerezani, alimwona kwamba huyu sio Yesu ambaye ambanafanya inamtambua kwa sababu ya kutupa gerezani na Yesu kukaa kimya kutokuja kumuona, kumwona. Lakini jibu la Yesu lilikuwa ni kwamba viwetu anafanyaje? Viwetu anatembea, viziwi wanasikia na mboko wanafanyaje wanaona kwa namna nyingine, kwamba Yesu alijibu Yohana ya kwamba mimi ndimi yule yule, sijabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati ambapo tunapita katika maji mengi, tunapopita katika moto, tunapaswa kuamini ya kwamba Mungu ni yule yule siku zote, ni mwema. Mungu hawi mwema kwa sababu eti anakuokoa katika changamoto fulani. Basi tunapoenda katika maombi, hiyo ni ombi langu, pia ni ombi langu ya kwamba Mungu atuondolee mashaka katika imani zetu. Tunajua kuna mengi ambayo tunapitia, lakini zaidi, imani zetu hazipaswi kuwa na mashaka, imani zetu zinapaswa kuwa imara kwa ajili ya kumtegemea Mungu siku zote. Wimbo ambao tumeimba namba mia thelathini na tano, njiani uniongoza napokuwa naimba beti moja na na chorus, basi tutasimama kapiga magoti kwa ajili ya kuomba.